Amani haiwezi kufanywa usanii. Amani haiwezi kufanywa maigizo. Amani ni jambo la kuwa wakweli, na tatizo gani mkali, mkali, mkali, mkali tatua. Sisi wanasema sote kwamba ukitaka kujua riski ya kuvunjika wa amani ukitizama kwa sehemu kubwa huyo, lakini chukua katika small setting. Chukulia mfano pale uwanja wa Mkapa tu watu 1600 tu wale wanatezama mpira, tunakuta timu zina ushindani, lakini lakini mtu atafungwa pale siku ingine tano, lakini watu wanatoka tena, anabaki maneno ya mitaani hapa, vunjiki amani. Lakini imagine wewe atoke rifari eh, yeye mwenyewe ama apige mpira aseme hili goli, au achukue mpira aweke kwa pani ende akaukia kwenye goli alafu apige firimbi aseme hili goli, pale patakalikatea eh? Ni jambo dogo, ni simple fairness tu, kwamba it makes a lot of difference. Sasa sisi tunalazimishwa si, katika mazingira ya Zanzibar na nchi ya Zanzibar kwamba timu hiyo imechagua refa, imechagua makamisa, imechagua si boss boy, imechagua kila kitu, uwanja kwenda kuchezea na nini, alafu na mwisho wa siku yote naambia sawa, lakini mwisho wa siku uwanjani, refa anachukua mpira tena anautia kwa pani, anaenda kutia kwenye goli, alafu anapiga firimbi, goli ilo weka kati, and then bado watu wana expect eti hapo kuwena na. Ukisema kwamba jamani, hii itakuja kusababisha watu wafe, na mbuwa weo na msigia weo, anachoche furugu. Tunasema sisi kwamba ikiwa hiyo ndio uwezo wetu, kishote, lakini mwisho likiharibika ndio litakuwa limeharibika. tunaomba sisi tuko tayari kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba amani inadumu. Mi ni wakushukuru tena sana.